Nyiye ndo watu ambao tunawategemea sana kwenye mechi ya kesho. Tunawategemea kwa sababu nyiye ndo watu ambao mpo karibu zaidi na uwanja wa Benjamin Mkapa kuliko watu wengine wowote. Benjamin Mkapa watu wakishangilia, nyiye wa Azimio hapa mnasikia. Maana yake nyinyi ni majirani zaidi na watu wa Benjamin Mkapa. Hivyo basi katika watu ambao hawapaswi kukosa uwanjani kesho, ni watu wa Azimio, ni watu watandika, ni watu watemeke, ni watu wa kwaziziari, ni watu wa kwa saba saba, ni watu wote ambao wako maeneo jirani na Benjamin Mkapa Kesho hawatakiwi kuwa na udhuru wa aina yeyote ule, kesho wanatakiwa kuwa Benjamin Mkapa. Hata kama kwako kuna msiba, nenda kazike. Saa saba, saa kumi njoo Benjamin Mkapa. Kama wanazika kesho, acha maiti ndani, njoo Benjamin Mkapa. Ukirudi utamalizia kuomboleza, mtazika Alhamisi. Kesho Hatakiwi mwana Simba yeyote kubaki nyumbani, hakuna udhuru wowote. Unakaa mfanya mwana Simba wa azimio ashindwe kuja Benjamin Mkapa. Kama una mgonjwa hapo, tutakufikiria lakini, kama uko sawa sawasawa, Benjamin Mkapa kesho tunakuhitaji, mwana mwanaazimio, itakuwa ni fedheha kwa kusumbua kama uwezo ukaa VIP sogea mbali, unatakiwa kubihevu kikaa VIP ishanpoteza mpaka n watu wa azimio, ni aibu, ni fedheha wewe kushindwa kwenda benja kwenda Benjamin Mkapa. Yeah, mecheka hapo yeah. Kwenjap yeah. Watu wa Azimio, watu wa Temeke, watu wa Sirio, watu wa, wapile watu wote wa maeneo haya watu wa sandari ni aibu kubwa kushindwa kwenda Benjamini Mkapa ambayo kwenu nyinyi mnaweza kwenda kwa kutembea, wakati kuna watu wamekuja kutoka Mbeya zaidi ya kilometa mia nane wamekuja kuifuata Simba yao na wamefika leo, kesho wanakuja Benjamin Mkapa. Tawi la Mbeya, hebu nyosheni mkono hapo mlipo. Sio Wanyakyusa watu waliokuja kutoka Mbeya kwa ajili ya mechi, mpo eh? Naulishi ngapi kutoka Mbeya ngapi? elfu sitini na tiketi elfu tano elfu sitini na tano kwenda na kuruna wamelipa shilingi elfu sitini kutoka mbeya mpaka dar es salaam na tiketi watajikatia wataingia uwanjani yani kama kalaki moja fulani hivi kanateketea kwa sababu ya simba yake alafu kuna bonge la baba yuko azimio hapa kutembea tu wa mguu anaona taabu na yeye anakaa kwenye TV na watoto wadogo, kazi yake kukosoa tu. Tunasemaje? Kesho kila mwana Simba anatakiwa kuja Benjamin Mkapa. Kama watu wametoka Mbeya na kuna wengine wametoka Tunduma, wekundu wa boda kuna wanasimba kutoka Mwanza wamewasili asubuhi ya leo. Wewe watemeke hapa, unafanya nini? Nyumbani unafanya nini? Kwenye kibanda umiza, unaacha kuja uwanjani, unaacha kuja kuungana na wanasimba wenzio? Hauna sababu yoyote ya msingi ya kukufanya uache kuja uwanjani siku ya kesho. Ndugu zangu wanaazimia kila zama na historia yao wanajivunia katika Simba Sports. Kuna ambao wanajivunia zama za mwaka 1993 Simba kucheza fainali. Kuna wanaojivunia historia mwaka 2003. Kila zama zina historia yake ambayo wanajivunia nayo. Sisi wa mwaka 2020 na kuendelea tuna nini cha kujivunia ndani ya simba yetu? Cha kujivunia ndani ya simba yetu tunakwenda kukipata kesho, Benjamin Mkapa. Mnyama kwenda nusu fainali. <klos> Imetosha sasa kujivunia historia ya mwaka 93 zamani, imetosha sasa kujivunia historia ya mwaka 2003 zamani, imetosha sasa kujivunia historia ya miaka sabini. Ni wakati sasa wa sisi kuandika historia yetu, na historia yetu itakuwa ni kuipeleka Simba nusu fainali. Kwa umoja tuliokuwa nayo, watoto wa mwaka elfu mbili, kwa nguvu tuliokuwa nayo, hii inawezekana na hii tunavuka Imetosha sasa kujivunia historia za zamani. Ni wakati sasa na sisi kuandika historia yetu. Ni wakati sasa na sisi kuiona Simba inacheza fainali za Afrika. Wenzetu wa zamani waliona, wanacha kujivunia na sisi, ni wakati wetu wa kuandika historia yetu ili tujivunie na wenzetu wa zamani. Hawakufika fainali hawakufika nusu fainali kwa bahati mbaya, kuna kazi kubwa walioifanya wakapata hayo mafanikio. Moja ya kazi ambayo waliifanya ni kujaza uwanja wa Taifa wa zamani, hivi sasa uwanja Uhuru almaarufu shamba la bibi. Watu waliingia uwanjani pale saa mbili wakaipeleka Simba fainali. Sasa ni wakati wetu sisi wanasimba wa kizazi hiki na sisi kuandika historia yetu itakayodumu vizazi na vizazi, itakayodumu miaka na mikaka, tutakayojivunia nayo, historia ambayo tutaiandika sisi wenyewe na sio historia ya kujivunia ya miaka nyuma, historia ambayo tutakuwa tumeitolea Jasho, machozi na damu. Historia ambayo tumetoa fedha zetu za tiketi kufanikisha historia hiyo.